Shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF imelipa siku mbili kuanzia leo Machi 12, 2025 hadi Machi 14, 2025 Shirikisho la mpira Tanzania TFF kutuma jina la uwanja mbadala utakaotumiwa na Simba kwenye mchezo wa robo fainali ya Kombe la Shirikisho Afrika dhidi ya Al Masry. CAF imefikia hatua hiyo baada ya kuufungia kwa muda Uwanja wa Benjamin Mkapa uliopo Dar es Salaam kutokana na eneo la kuchezea pitch, kuendelea kupungua ubora wake. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo Machi 12, na ofisa habari wa mawasiliano wa TFF, Cliford Mario Ndimbo, imesema kuwa eneo hilo liboreshwe haraka kufikia viwango vinavyotakiwa ili kuepuka uwanja huo kufungiwa kwa muda mrefu. Ili kuondoa usumbufu, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limetakiwa kutuma jina la uwanja mbadala utakaotumiwa na Simba kufikia Machi 14. CAF itafanya ukaguzi wa Uwanja wa Benjamin Mkapa Machi 20 ili kuona maboresho yaliyofanyika kabla ya kuamua kuuruhusu utumike au kuendelea kuufungia, imeeleza taarifa hiyo. Ikumbukwe kuwa, uwanja huo unatumiwa na Simba katika mechi za kimataifa, ikitarajiwa kucheza dhidi ya Al Masry hatua ya robo fainali ya Kombe la Shirikisho Afrika, ambao umepangwa kucheza Aprili 9 mwaka huu. Mbali ya mechi hizo za CAF, uwanja wa Benjamin Mkapa umepangwa kutumika kwa ajili ya michuano ya CHAN ambayo inatarajiwa kufanyika Agosti 2025. Mar masimba Mwananchi Digital.